Watu wote wasiokuwa na shughuli ndani ya wiki hii, ndio unaona wanatukana viongozi wa serikali. Sisi kwa kuwa tuko bize na mambo ya msingi, ndiyo maana tunafanya mambo ya maana kuhakikisha kwamba mpira wa Tanzania unasonga mbele. Jumatano haitakuwa tu siku ya kumfunga Mwarabu. Jumatano itakuwa ni siku ya kumchakaza Mwarabu. Warabu tumeshawafunga sana, lakini leo niko hapa kuwatangazia mgeni maalum katika mchezo wetu huu wa kombe la shirikisho barani Afrika mgeni wetu maalum katika mchezo wetu wa tarehe tisa ya mwezi wa nne ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia ni rais wa baraza la vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati SECAFA, lakini vile vile ni rais wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania, si mwingine Wallace Karia. kuna kila sababu ya kumwalika na kumpa heshima hii Wallace Karia kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu dhidi ya Almasri. Pasina shaka, pasina wasiwasi, pasina kuficha macho, Wallace Karia ametenda mema mengi sana kwa mpira wa Tanzania mafanikio tuliokuwa nayo Simba Sports Club kwenye anga za kimataifa ni kutokana na uimara na ubora wake wale Skaria. Hivyo basi sisi Simba Sports Club hatuna budi kuenzi, kutukuza, kuheshimu na kuutangazia umma ya kwamba tunatambua, tunathamini, tunaheshimu mchango wa Waleskaria kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Haiwezekani kwenye familia, mtoto anafaulu, alafu uje useme baba hahusiki kwenye kufaulu kwa huyo mtoto. Simba Sports Club kufika nafasi ya sita kwa ubora Afrika ni kutokana na uongozi thabiti wa Waleskaria, kwa kuwa amefanya mambo hayo makubwa kwenye mpira wa Tanzania na Simba ni wanufaika wakubwa na utawala wa Wallace Karia kwenye utawala bora. Hatuna budi kumpa heshima hii ya kipekee na kumwalika kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu muhimu dhidi ya Almasiri, na yeye aje amshuhudie mtoto wake aje amshuhudie mwanachama wake. Simba Sports Club anakwenda nusu fainali siku ya tarehe tisa.

na ndugu zanguni wana Simba, nichukue nafasi hii kuzungumza nanyi kwa kumbusha kwamba tunapaswa kuheshimu viongozi wetu wa mpira wa miguu ambao wanafanya kazi kubwa ya kuuendesha mpira wetu huu, lakini vile vile kuheshimu na kutii mamlaka zote ambazo ziko juu yetu kwa hiyo kwa hili tumwombe Mheshimiwa Wallace Karia apokee mwaliko wetu aje kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu wa tarehe tisa, aje amuone mnyama anakwenda nusu fainali. Ndugu zangu ni wana Simba, tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu, tuna kila sababu ya kujivunia sisi kuwa Simba. Hii pirika pirika tuliyokuwa nao hii leo ni kwa sababu sisi ni Simba, ni kwa sababu tupo pekee yetu kwenye michuano ya kombe la shirikisho, tuko pekee yetu kwenye michuano ya Afrika, na ndio maana unatuona tuko bize tukihangaika kunadi maendeleo ya mpira, tukihangaika kutangaza mpira, tukihangaika kuhamasishana watu waje Benjamin Mkapa. Watu wote wasiokuwa na shughuli ndani ya wiki hii, ndio unaona wanatukana viongozi wa serikali. Sisi kwa kuwa tuko bize na mambo ya msingi, ndio maana tunafanya mambo ya maana kuhakikisha y kwamba mpira wa Tanzania unasonga mbele. Baba tunawabeba zanguni wanatuonea wivu, wanatamani wangekuwa wao, lakini uwezo wao hauwaruhusu kuwa hapa. Aliyepo hapa ni yule mwenye uwezo tu. Tulikuwa sita, hatimaye tumebaki peke yetu tulikuwa wanne, hatimaye tumebaki peke yetu, wale wote goye